Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amesema hayo kwenye mahafali ya 23 ya taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA na kuwataka vijana hasa wasomi kuwa mfano katika kuhakikisha wanakuwa watulivu na endapo kuna changamoto watumie njia sahihi za kufikisha hoja zao. Kuweni wanyenyekevu wa maarifa. Dunia inabadilika kwa kasi, msichoke kujifunza mambo mapya kila siku. Kuweni waadilifu na wabin, wabunifu wa hali ya juu. Dunia ya kidijitali inahitaji watu wanaoaminiwa wenye maadili na wanaotumia teknolojia kwa manufaa ya jamii. Kumbukeni, teknolojia haiondoi ajira, inaumba ajira mpya kwa walio tayari kujifunza na kubadilika. Hivyo basi tumieni elimu yenu na teknolojia yenu kama nyenzo ya kujenga kujiajiri na kulitumikia taifa kwa uaminifu mkubwa. Awali, mtendaji mkuu wa taasisi ya wasibu Tanzania TIA, Profesa William Palangio, anataja idadi ya wahitimu katika kampasi ya Singida na jumla ya wahitimu wa mwaka huu katika vyuo vyote vya wasibu Tanzania. Katika mwaka huu wa masomo 2024/2025 kampasi ya Singida inajivunia kutoa jumla ya wahitimu 1490 Kati ya hao wanawake ni 733 sawa na asilimia 49.2, na, na wanaume ni 757 sawa na asilimia 51.8. Kati yao ngazi ya cheti cha awali wahitimu ni 330 na 388 astashahada ni wahitimu 389 stashahada, shahada ni wahitimu 373 na, na shahada ni wahitimu 340. Mheshimiwa mgeni rasmi, wahitimu hawa wanawakilisha takriban asilimia 13 ya wahitimu wote wa taasisi kwa mwaka huu ambao ni 11382. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya ushauri Profesa Johannes Aikaeli amesema wahitimu wa TIA wataleta mchango mkubwa wa maendeleo katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi, pia wapo tayari kujiajiri. Hii ni ishara ya kwamba TIA inaendelea kutoa wataalamu wengi wenye maarifa mbalimbali na maadili mazuri na mchango mkubwa, watakaoleta mchango mkubwa kwenye maendeleo ya taifa letu kiuchumi na kijamii. Sasa wapo tayari kuingia katika soko la ajira, kujiajiri na pia kuajiri, na hatimaye kuwa waajiri wakubwa katika nchi yetu.